wameingia watu wengine tena sita, wanasema kwamba ni tisa sita tisa sita, wanasema tena ni eneo lao. Mkuu wa wilaya wakipa ushirikiano, akamtuma katibu tarafa kenda akaja, akaona kweli kwenye eneo na akaona na, na, na, na, na mzee akamwita mtendaji wa kata, akamwita mtendaji wa kata, hawa watu mmewaita? Mtendaji wa kata akasema acha niwite katibu wa baraza la kata. Katibu wa baraza la kata akasema mimi sijawahi wafanyaje kuwaita hawa watu. Kwa hiyo sisi tukarudi kwal enda akapewa majibu kwamba hawa watu hawajawahi kuita. Kwa hiyo sisi tatuendelea kwa kwamba tunajua kwamba kwa hakuna nini hakuna mgogoro. Baada ya hapo, a akaenda yule wa private akaenda akaweka aka, aka, aka bacon kwenye eneo. Zile bacon kuna mfani ambaye ndiyo anaongoza kundi la kuzururu. Kuna dada anaitwa Ziada na Msemarano, wakaenda wakazitoa zile bacon kwenye eneo ndani mwenyekiti akaja akamtoa akiwa afanya na kesi ya jinai ya kuingia kwa jinai. Baada ya hapo, kwa hiyo mwenyekiti, hivi ninapoongea hapa, tuna shauri la tuna mashauri mawili baraza la ardhi wilaya wote wana nani eneo hilo hilo, moja ambalo tayari sisi tumefanyaje? Tumeshashinda. Haya, hebu mpe mwenyekiti. mama huyu namfahamu. Mama huyu alikuja na hukumu zake kutoka mahakama kuu akiwa ameshinda mahakamani. Baada ya kuja ofisini kwangu, nikawaita wale wote waliokuwa wameshindwa mahakama kuu. Nilipowaita nikamwita mama huyu na mwanaye, walipofika ofisini kwangu, nikawaambia nyinyi mmeshindwa mahakamani, cha msingi ni kuzungumza na huyu mama mwenye eneo wake, ikiwezekana mumlipe kuliko nyumba zenu zivunjwe. Wale mabwana wakuwa wamekubali. Baada ya kuwa wamekubali, kaandika pale makubaliano. Kilichotokea, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wale mabwana wakakataa yale maandishi baada ya kutoka ofisini kwangu, wakadai kuwa gharama zile ni kubwa, ambazo wanatakiwa waamikemaa. Lakini wakati huo huo kulikuwa kumeshafanyika pale mawasiliano na wa serikali au mpima wa serikali ni sawini, alikuja katika eneo akazunguka. Baada ya kuzunguka, akawapa mambo utaratibu wa kupiga ofisi ya halmashauri kwa ajili ya kuendelea. Aa walaa wakaeda ofisi ya mkuu wa wilaya. Walikofika ofisi ya mkuu wa wilaya, maana yake hawa wakaitwa tena ofisini wa mheshimiwa wa mkuu wa wilaya. Wakati wakiwa ofisini kwa mkuu wa wilaya, nami nikaitwa tukaenda tukakaa tena mezani na mwanasheria kijana, akawaeleza kila kitu, mwisho wa siku ili kupata zaidi kuhakikisha. Ngoja kwanza, mwenyekiti, wanasheria, si mko hapa, jambo likishamuliwa mahakama kuu linarudi tena kwenye baraza la wilaya? Hebu shika maingi kwanza, mwanasheria, na kama irudi leo kabla saa kumi na moja. Wale wakaondoka. yani kama itagundulika kwa wa taratibu, nikitoka hapa muda huu naelekea huko ili nikatoa dabu tena kwa watu wengine huko. Nikitoka hapa, hebu nipe kwanza taratibu za kisheria zikoja kwamba jambo limeamuliwa mahakama kuu, alafu sijuu wameshinda labda ktabu kula hukumu hapo apo mmi sikiwiana jambo limesha Mahakama Kuu na limeshatoa maelekezo haliwezi kurudi tena kwenye baraza la kata, labda kwa maelekezo ya mahakama kwamba nikasikilizwa kwenye mahakama ya usitiza mwanzoni, na mahakama ya usitiza mwanzoni haiwezi kuwa baraza la kata, kwa sababu baraza la kata kimsingi haina mamlaka ya kusikiliza ile ile. Ingeenda kwa ile baraza ambayo ilisikiliza, ambayo ni baraza la ardhi ya wilaya, kama kuna maelekezo ya hivyo. Lakini tulipitia hizo hukumu, hapakuwa na maelekezo hayo. Hukumu ile ilishinda na walifanya utekelezaji, na walisha watu wale watu ndani. Kwa hiyo tena cha kurudi ni kwamba wanakuwa wana, wana fresh case wanabadilisha parties ili kuweza kumiti zile kwa mtu kisheria kwamba wasiwe ni same party. Ah, yani wanafanya janga janga. Yes, kama ah, wanabadilisha sasa, wanabadilisha parties ili waweze ah, ku waweze kukataliwa mahakamani, na ndicho kilichofanyika kwenye shauri hilo kwa ulaya. Tukitoka hapa moja kwa moja Kinono nakuja kwenye eneo hilo, tukitoka hapa mnishikie hizo hukumu, wana sheria. Kamishna wa ardhi yupo, ataliangalia vizuri bila kugusa wala kuvunja sheria. Nitakwenda kwenye hizo kasaba kwanza na nitaenda hapo hapo na nitaamua hapo hapo, na kabla ya saa mbili usiku yatakuwa yameshaanza kutekelezwa leo. Kwa hiyo, wana sheria, maadvocate, kamishna wa ardhi, mjipitishe vizuri kabisa ili pasiwe na shaka yoyote. Mwenyekiti, nyinyi kule chini, najua mmekuwa ni viongozi, lakini nafahamu kasoro mlionayo ndogo sana ni kuto kujua katiba ya sheria ziliva. Yani ni kama vile mimi ningi hapa nitoe maelekezo kwamba jambo hili nakwenda moja mbili tatu, alafu mtu anakuja kwenda kushtaki kwa DC, alafu DC anakuja kuamua hapa tofauti na yale ambayo mimi nimeyaamua hapa sijui kwa kufanyika kule ni kwamba, hata wewe, kitendo cha kuwashauri kwamba wakae na hawa watu yalikuwa ni ilikuwa ni kosa la kisheria, kwa sababu mahakama ilikwisha amua. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii safari yote mpaka kufika hapa, hata wewe, mwenye mwenyekiti una mchango. Naomba tuheshimu sana maamuzi ya mahakama siku zote. Mahakama ni muhimili unaojitegemea ni muhimili wenye weledi, ni muhimili wenye wataalamu na tafsiri ya sheria zote zipo kwenye katiba. Itakapokuwa imeamua, imetafsiri, saidieni watu, kusiwe kuna janja janja. Sasa mama huyu leo aanze kutafuta hela, mume wake ameshafariki, baadaye yeye mwenyewe atakuja kufariki, watoto wanakuja kufariki. Ina maana eneo litakuwa ni furaha kwamba leo la mwenyekiti au leo la wale watu ambao wamevamia Mtu aliyevamia kwenye jengo lolote, hata kama ghorofa lina thamani ya bilioni 80 theai mtama chini, kwa sababu ni maamuzi ya mahakama, kwa sababu yeye alileta kiburi alipoambiwa. Likitoka hapa na kurudi nyumbani moja kwa moja tunapita hapo Kinona, mkoa wa haya, tunakwenda kuliangalia eneo, tunaangalia, tunasoma tena pale pale, alafu hapo hapo tunaamua, na kabla saa 2 leo kile kilabaho tumejiridhisha kinaanza kinaanza kutekelezwa iwe ni nyumba ya milioni mia nane iwe ni bilioni kumi na tano hukumu ziko hapo, itapigwa mtama ili huyu mama apate haki yake. Umenielewa ndugu zangu? Haya, yeah. Mwenyekiti kawapigie simu wale kule, waambie mkuu wa mkoa anakuja, na kwa sababu anakuja bora vitu avikute viko nje, ili yeye awaambie rudisheni ndani, hilo tu. Haya, wapigie simu pale. Niwe nakuona unapiga simu.